Sitaficha dhambi zangu za kama vile vile kumi na tatu, nitaondoka nitakwenda kumwambia wao wa kila kitu, sitamficha dhambi yangu ile, hata kama nimefanya kitu sita sitamficha, nitaweza kumweleza dhambi zangu za zote. Najua baba yangu ni Mungu wa rehema, atanisamehe hata nisamehe hata alipofika kwake akaambia, baba, nimekosa mbele zako, naomba unisamehe mbele za mbingu na mbele nimekosa. Bwana Yesu asifiwe. Nini alichofanya? Alichukua vazi kubwa zuri na pete nzuri, akamvisha. Ishara ya urejesho, ishara ya urejesho. Ndivyo ambapo sisi tunapoamua sasa kumrejea Bwana kwa moyo wetu wote, tena kwa moyo wa dhati kabisa, sio katika moyo wa majaribu na ule moyo wa kuamua. Baba, ninaamua maisha yangu haya leo ninakupa wewe, maisha yangu nitakuelekea wewe, sitaki tena kurudi nyuma, sitaki tena kosea wewe sami tena kutenda dhambi ndani ya moyo wako, ni tukio la kuamua kuazimia, sio la majaribio. na Mungu ana moyo. Anaona moyo, akikutazama anaona kweli, mwanangu umeamua. Kama huyu mwana mpotevu alikuwa katika nchi ya mbali kabisa, alipotoka kule katika hali ya dhambi alikuwa michanga, lakini akasema, hapana, nitatoka katika huko nilipokuwa, nami mtakwenda mpaka kwa baba, nitamwambia tu, nimekosa, niwekosa, naomba unisamehe. Hapana maneno mengi, ndivyo alivyowasamehewa bwana mpotezi. Na wewe leo hii, wewe unaonisikia leo hii, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana, usifiche zambi wala usiendelee kuishi kwenye maisha ya zambi. Keuka toka huko uliko Geuka toka katika huko, rudi uzimani, rudi kwenye njia hiyo nyembamba. Chene nimesonga sana, rudi kwenye hiyo njia, rudi kwenye wito huo utakatifu. Ishi maisha ya utakatifu na maombi yako yatakuwa na nguvu mno. Maombi yanapongwa na mtu ambaye anaishi ana maisha ya utakaso, Mungu anasikia. Bwana Yesu asifiwe, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Hey, pia kukosa toba kunavyoleta ukavu wa Tunaposema ukavu wa kiroho ni kama pia maombi yako yanakuwa hayana nguvu yoyote. Kusoma katika ile Zaburi ya 32 mtoto wa 3 na 4 inasema, niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Maana mkono wako ulikuwa juu yangu mchana na usiku. Ujevu wangu ukageuzwa kuwa ukavu na hadi ya kiangazi. Daudi anasema alipoacha kuungama dhambi zake, alipoteza uhai wa ndani. Moyo wake ukakauka ni kama ardhi inavyokuwa inakauka na inapokosa maji, kama unapoingia katika na mazao yako na kila kitu, ardhi inavyokauka inakauka, hata haiwezi kuzaa matunda. Hata kama kulikuwa kuna mazao yale yameota, mazao nayo yanakauka yote. Ndivyo ambavyo mo wanale ambavyo ukiwa ujajia moyo wa toba, hata kitu ambacho ni cha kiroho kinakauka kabisa unakuwa mkavu na uwezi kabisa kuweza kuzaa matunda, mpaka tena mvua itakokuja itakokutilia, na chemchemi ikaingia hali zinazo itakoanza kuchipua tena, mpaka tena upande wa upya. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ndivyo ambavyo watawewe. Sasa wewe wewe ambao unataka kukaa mbele za Mungu, usifiche dhambi, ili maombi yako yawe na nguvu, ili maombi yako yawe na uzima. toba inafungua mlango wa neema. Toba inafungua mlango wa neema. Toba inafungua mlango wa neema. Soma ile Isaya 55. Isaya 55 sura ya saba ikiwa ikiwa watu wangu Isaya 55 sura ya saba inasema naye atakaporejea kwa Bwana ataonewa huruma na kwa Mungu wetu, maana atamsamehe sana. Bwana Yesu asifiwe. Toba inamfanya Mungu kuweza kusikia na kuweza kujibu hata tunapoomba, basi maombi yetu yawe na nguvu, lakini toba ya kila siku ni sija kuishi maisha safi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika ile Wakorintho wa pili sura ya kumi na tatu aya ya tano inasema jichunguzeni wenyewe kama mko katika imani, jaribuni nafsi zenu. Biblia inatuambia kwamba tuzichunguze wenyewe kama tuko bado katika njia njema Ndipo Yesu alisema atakapokuja mwana wa hata Adamu chia ataikuta imani bado ipo? hata kukuja mwana wa Adamu atakukuta bado misimama katika usabiti wa moyo? atakapokuja mwana Adamu atakukuta upi katika hali ya usafi wa moyo, au utakwenda utakata tamaa tena utasema bora nirudi, kama wana wa Israeli walipotaka kurudi Misri kikwazo? Wakamwambia Musa, kwa nini bora kwa kule. Tulikuwa tunakula nyama tukiwa tunakunywa mateso, lakini bado tulikuwa tunakuwa. Bwana Yesu asifiwe! Usikate tamaa, songa mbele, maombi yako yawe na nguvu, na oh, yeah, tamaa, mbele, na nguvu nguvu, lazima lazima moyo wa toba, maombi yako wewe, kila kila siku siku siku kwa wazo, mawazo, sio faa jamani, kuna kitu chochote tumemkosea. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja Bwana aliniambia nataka na hata kuwaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ananiambia hata kuwaza, hata kuwaza uovu usiwaze. Sasa, Mungu anahesabu hata katika ile mawazo, ukiapa nafasi tayari ni uovu mbele zake. Ndipo sasa Daudi anasema hayo mawazo yangu yaliyo ndani ya moyo na, na kabla hayatoka yale yakawa maneno yakapata kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yetu hiyo yana nguvu. Ni lazima tuweze kuwa na maisha ya utakaso kila siku. Kila siku tuishi maisha ya utakaso. Kwa hiyo utakaso ni sharti kabla uwepo wa Mungu. Utakaso ni sharti kabla uwepo wa Mungu. utakaso ni lazima kwa mtu yeyote ambaye anataka kuishi maisha yenye nguvu na uwepo wa Mungu uweze kuzidika. Kwa hiyo lazima tuwe na maisha ya utakaso. Kusoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 15 mpaka 17 nasema, bali kama yeye aliyewaita leo hata utakatifu. Hii nani wenu watakatifu katika mwenendo wenu wote? Kwa maana imeandikwa mtakuwa mtakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Imeandikwa mtakuwa mtakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo takatifu. Tushike njia kuu ya utakatifu. Najua muda umekwenda, na nitamani leo pia tuweze kuwa tuweze kuwa na, na maombi ya toba. Sasa tuweze kumlilia Mungu, tuweze kumlilia Mungu. Nao sizime hiyo hata mtaute nyuma kidogo. Kila mmoja sasa aanze kuangalia. Jiulize hivi Yesu anapokuja sasa hivi akija sasa hivi. Ameniita kwa mfano sasa hivi. Ananiambia ananiita kwa jambo sasa, leo ni siku yako ya mwisho. Mimi nitakwenda wapi? Hebu jiulize, jina lako li limeandikwa mbinguni? Je, mtindo umeokoka lakini jina lako halijaandikwa mbinguni? Je, mtindo umeokoka lakini jina lako halijaandikwa mbinguni? ya Je, mtindo una shina la Kristo lakini Watu kikutazama lakini Yesu akikutazama unachana kuwa hai lakini umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu anataka upatanisho leo hii. Anataka wewe uweze kupatana naye. Usipoweza kutafakari kama wewe umemkosea Mungu. Na maana hata tukiomba hapo inakuwa ina maana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Mungu anakupa nafasi tena. Hebu tafakari ndani ya moyo wako. Mungu hakuna zambi ambayo Mungu hawezi kusamehe. Kila zambi Mungu anasamehe. Ni wewe tu. Ni moyo wako atoka mbele zake. Mungu ongea na moyo wako sasa. Ongea na moyo wako sasa. Kwa nini unaanguka anguka? Kwa nini unafasia tena? Leo unatibu kesho unadondoka tena. Kwa nini moyo wako haupendi hau, hau, mbele za Mungu? Kwa nini hauna nguvu hau, ya kushinda zambi? Kwa nini? Kwa nini ufananishwe na wale waliopotea? Kwa nini? Wakati mimi yaisema ya, ya kwamba sisi tunaishi munguli kama tumemshinda, tumemshinda shetani. Kwa nini sasa hatujaamua kufukia mbele? Tunadondoka leo nakunadondoka tena leo, tunadondoka na kesho tunadondoka tena. Bado hatujaamua kumpa Yesu maisha kwa moyo wetu wote. Hamua sasa ndani yako, azimia kabisa kwamba mimi sitaki zambi tena, nataka kuungana na huyu Yesu nataka kuungana na huyu Yesu ambaye alikufa pale msalabani. Sikumua sasa ndani moyo wako, yuko haiko mbali sana. Yesu yuko karibu. Ukisoma katika Ufunuo tatu ishirini anasema, natazama na bisha hodi, mtu akifungua mlango, nitaingia kwake. Fikiria sasa ndani ya moyo wako. kwa nini utaki kumpa muda Mungu, ya Mungu? Kwa nini utaki kumpa ya ka nafasi ya kwanza? Kwa nini unampa nafasi ya pili? Kwa hiyo na unampa nafasi ya tatu. Kwa nini unampa nafasi ya nne? Wengine kazi unampa nafasi ya kwanza. Wengine watoto unampa nafasi na ya kwanza. Wengine biashara wamempa nafasi ya kwanza. Wengine Mungu hujampa nafasi ya kwanza. Kwa nini hujampa Mungu nafasi ya kwanza? Kwa nini unajua Mungu nafasi kwa ya kwanza? Na maisha yetu hata na maombi ya, ya mwakisi Mungu. Ikawa tunaonekana ni wa watu ambao wa tunachina chini leo hapa. Lakini mbele za Mungu, Mungu akamtazama, anatuona tuko mbali sana naye. Kwa nini Mungu anataka tuthuu? Mungu anataka tulichee ili tena aweze kukaa ndani yetu. Ametoa nafasi hii tena, kila mmoja naitwa tafakari. Yeye anataka kujesrisha, yeye anataka kujesrisha, yeye anataka kuwa ndani yetu, yeye anataka kuwa na ushika na sisi. Hawezi kukaa na ushika na mmoja ambao umejaa dhambi. Yeye ni mwaminifu na waachi yeye ni mtakatifu sana, kwa asili yake ni mtakatifu, anatupenda na sana sisi, ila tu sisi tukubali tu kwa moyo wetu tu yote, kwamba tuwe tayari kumfuata katika utakatifu wote, tuwe tayari kuishi maisha kusi maisha kumpendeza, tuwe tayari pala mpaka tuweze kumwambia tu Bwana: umebakiza siku chache sana za hapa duniani, siku zetu ni chache, siku zetu ni chache, siku zetu ni chache, si na Biblia inasema Mbiye nasema kesheni basi kwa sababu hamjui siku wala saa, hata ungekuja mwana wa Adamu, hata ungekuja mwana wa Adamu, hata ungekuja mwana wa Adamu, huko tayari kumfuata Yesu, huko tayari kumpenda Yesu, huko tayari kumpenda, huko kichochete. Ndio maneno ya Mungu, mpende Bwana Mungu wako kwa, mpende yeye. Ndipo Yesu akasema, anampendaye mimi kuliko baba, anampendaye mimi kuliko mwana, anampendaye mimi, anampendaye mwana, mwana, mwana kuliko Kuliko mimi hata anaependa kitu, kitu kingine. Kwa mara nyingine, Yesu anataka nafasi ya kwanza, nafasi ya ule upendo mbele zake. Ukeseke anasema siku za mwisho upendo wa Mungu utakungua. Wewe usio miongoni mwao, wewe usio miongoni mwao. Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Basi ukiwa umesimama ukiwa umekaa, naomba sasa tusimame so a tafakari mbele za Mungu kwa na kazi gani? Kwa sababu Mungu kisha kipindi cha tofauti sana hiki cha kwa cha matengenezo, kipindi cha matengenezo ambacho ndio kuna nafasi nyingine tena, ni nafasi ya ajabu ambayo unaenda kuipata. Mungu anataka urejesho, anataka matengenezo, na moyo wako unajijua hii sifa

lazima sasa ukubali, kubali tena kurejea, kubali kurejea. Yuko ili aweze kukupatia, Yesu yuko, haiko mbali, na ukimkubali tu ukiendea, kutengeneza, tengeneza nafasi, ingia tena kuendea kutengeneza, tengeneza, ukambie Bwana anataka kurudi. Zungumza, tengeneza, ukambie anataka kurudi ubuzanaaendakawowa

Shabani anasika kiwango ambacho alianza kula akatamani kile chakula kinachoonyeshwa na Mungu na yeye aweze kula na kumbadilika. Kazi ile ndani ya moyo wake. Mbona baba yangu na vitu vingi. Mbona baba yangu anachukua tena? Mbona paka hata wafanyakazi wanapewa na sasa? Na mimi niko huko naangaika. Natamani kulishwa kwa chakula kile nguruwe wanakula. Yaani, anabaki chakula kinachokuwa kwa makombo ya nguruwe ndio anatamani kula. Na lakini anatuambia kwamba kazi akazi kedadadoa patini muendelee kuishi maisha ya zamani?

sepo maneno haya tatu. E hey, Bwana Yesu. Hey Bwana Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi, ninakiri kwamba ukija leo hii si stahili kwenda mbinguni. Wala sifai kwenda mbele mbinguni kwa maneno ya maisha yangu, kwa maneno ya mwenendo wangu, mimi sifai mbele zako. Bwana, jina langu lipo katika kitabu chako cha uzima wa milele kwa mwenendo wangu. Ninaomba tena unipe urejesho, naomba unipe nguvu mpya. Ninaomba tena unipe Bwana, achia msamaha wako, achia rehema zako. Naomba unisafishe kabisa, na kila dhambi zote nilizozitenda. Nina ewe Yesu, ninalia na kutoa mbele zako, ninaomba unipe rehema, ile rehema, nitakase kila aina ya uovu ndani yangu mbele zako na umimina mbele zako. Bwana Yesu, naomba unirehemu, nisamehe kabisa. Nimejaribu kufanya hile, lakini nakutenda dhambi. Nimejaribu kuishi maisha matakatifu, lakini kesho narudia tena. Nimejaribu kusema uongo, acha uongo, lakini kila najikuta naia uongo. Nimejitahidi sana heug, napoteza hata nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Nisaidie, mimi siwezi peke yangu, natua mzigo wangu na kuweka kwa wewe uliyesema, njoni kwangu ninyi mliolemewa na mzigo, njoni kwangu nami nitawapumzisha atawapumzisha nah. Bwana Yesu, naleta mzigo wangu naleta mzigo wangu naleta mzigo wangu mbele zako katika kiti chako cha rehema, inakuisogeza jinsi so ilivyo ina, mimi sifai, naomba unifanye tena, unipe tena nguvu, unipe maisha ya ushindi, unisamehe kila uovu, unisamehe kila hatia, unisamehe kila makosa, unisamehe kila mahovu, nataka kutengeneza na wewe, nataka kuishi maisha ya ushindi nipeyo Bwana, maovu yangu ya kupendeza wewe, sikia zangu sikupendeza wewe, ni kuishia wewe maisha yangu. Ninakuomba Bwana, niandike jina langu katika kitabu cha moto usima, lifute jina langu kutoka katika kitabu cha ukwovu. Naovu zangu zisishume, naovu zangu zisishinde, nipe chanza mpya, nipe roho yako Mtakatifu, nipe wako yako Mtakatifu, anisaidie mwili wangu kae mwili wa ibada, mwili wangu kae katika lako nikaa ni kao lako sana Nakuomba Yesu moyo wangu, ukeni moyo safi, nipe maisha ya moyo safi, nipe maisha ya moyo safi, nipe maisha ya kukutukuza wewe. Ee Yesu, nakuomba, ninakulilia Bwana Yesu, nisaidie unipe nguvu leo hii. Sitaki kuisha maisha ya ndani ya dhambi, sitaki kuishi katika maisha ya ndani ya dhambi. Nipe nguvu Bwana Yesu, nipe nguvu Bwana Yesu, nipe nguvu Bwana Yesu ya kushinda dhambi. Tamaa ya dunia isinishinde, tamaa ya dunia isinishinde. Sawa.

Nipe tena kushinda zambi Bwana. Ukinitazama, unitazame kwa moyo umoyo wako, ili hata maombi yangu Bwana yakapata kibali machoni pako, maombi yangu Bwana yakapata kibali. Nipe tena utukufu Bwana, nisaidie ukaya kubali maombi yangu, nisaidie nipate tena nguvu mpya, wacha nikuombe sasa Kiwa katika hali hiyo, Bwana Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, ndiye mtakatifu sana, kama yako umeagiza iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni mtakatifu. Hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa na huo utakatifu. Bwana Mungu, katika jina la Yesu, watoto wako hawa ambayo Mungu walionyesha moyo wenyekevu ya tina wa toba mbele zao, kwa kutaka kuishi maisha ya utakatifu ya kukupendeza. Leo ninaomba Baba, tena wape mwanzo mpya, wape nguvu tena ya kuendelea kuishi maisha ushindi, wape neema tena kusonga mbele pale uliposhindwa. Bwana Mungu, wape nguvu tena, wasio peke yao, wape tena nguvu, wachaze roho wako mtakatifu. Achilie nguvu yako, acha Hala, achilia baba wa milele, achilia baba wa neema, achilia baba, achilia maisha yao, wasio peke yao, katika jina Yesu. Na hapo neema, baba yangu wa mbinguni, ilaaa neema, watoto wako hawa wakapige hatua tena kufuata wewe katika utakatifu na maisha safi yasiokuwa na wa hawa, wape nguvu kama vile kanisa la kwanza lilivyowasaidia wakatembea katika maisha ya ushindi siku zote, atakaogaliza mwendo katika maisha kutumaini wewe katika maisha ya imani takawa tayari kufa kwa ajili yako kufa kwa ajili yako, na wengine walikufa Bwana, wakiwa wamesimamia imani iliyo thabiti katika Kristo Yesu, wakaishwa wakasema, ni afadhali kufa kuliko kumkana Yesu, ni afadhali kufa kuliko kukana Yesu, ni afadhali kufa kuliko kuishi katika mpili. Baba, ninakuomba kuomba katika jina la Yesu, katika kundi hili na wote watakaonisikia. Baba bala, ninaomba neema ya ushindi, maisha ya ushindi. Baba wasimamishe tena, wape nguvu tena ya kusogea mbele. Baba, kila aina ya mikwamo, kila aina ya vizuizi, katika jina la Yesu Kristo vikakatike, vikakatike. Hacha neema yako katembee juu ya maisha yao, wakaishi maisha ya kukupendeza wewe, maisha ya ushindi na maisha yaliyojaa imani maisha yaliyojaa unyenyekevu na utii maisha, ewe, so chote, maisha ya kupenda wewe kuliko kitu chochote, maisha ya Mungu ya kuelekea wewe, maisha yaliyojaa moyo usafi katika jina la Yesu, achilia roho ya maumivu isiyotekeleka achilia Baba katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ndiyo mwaminifu. Naomba sasa chukua nafasi, ndio chukua nafasi, chukua nafasi Chukua nafasi, chukua nafasi

Chukua nafasi, chukua, chukua, chukua Bwana, chukua nafasi wewe mtakatifu. Chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua. Chukua, chukua, chukua, chukua, chukua nafasi ndani yao wasaidie, wasaidie, wasaidie. Chukua uzaifu wao, chukua kila aina uzaifu, kila aina uzaifu, chukua kila uzaifu. Wape matunda ya Roho, wape matunda ya Roho, wape uvumilivu, wape kiasi, wape upendo, wape Bwana yale matunda, wape fadhili, wape uvumilivu. Ombe kiasi, ombe matunda ya Roho, ombe matunda ya Roho, ombe matunda yako, ombe matunda yako, ombe matunda yako, waweze kuishi maisha safi, waweze kuishi maisha ya upendo, waweze kuishi maisha ya ukamilifu, waweze kuishi maisha matakatifu. Chukua nafasi pekee yao wawezi Asante Bwana. Asante Bwana. Asante kwa ajili ya watu wao. Asante kwa ajili ya watu wao. Hao watu ni wako wako. Hao watu ni wako. Hao watu ni wako. Hao watu ni wako. Asante kwa kuwakubali. Asante kwa kuwakubali. Asante kwa kuwakubali tena. Asante kwa kuwapa nafasi ya kipekee. Asante kwa kuwapa nafasi ya kuwa wana tena. Asante kwa kuwapa neema tena. Asante Bwana Yesu. Pige Bwana Yesu makofi.